Kata hii ya Siuyu ambapo mimi nitoka, mwenezi wetu bingwa wa mkoa, wajumbe wote wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu hii ya Siuyu wakiongozwa na mwenyekiti wa wazazi, pamoja na mwenyekiti wa UAPT, bila kusahau sekretarieti ambayo iko meza hii, lakini pia wazee wetu maarufu, yuko mama yangu hapa Nyaprosi na mzee wangu Kimwa hapa, ndugu zangu kwa pamoja wote mlioko huu, mabalozi wote, ngoma nzima ya wahijiu, vijana wa dansi, mabalozi wote, viongozi wa matawi, ndugu zangu kwa pamoja, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu, tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe, bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, ninayo furaha kuwepo nyumbani, viwanja vya nyumbani mji ambao nimezaliwa na mji ambao nimelelewa. Ninayo furaha kubwa, ninayo furaha kubwa kukutana na wana wa mama yangu, kukutana na ndugu zangu, kukutana na wazee wangu, lakini pia kukutana na wadogo zangu. Ndugu zangu, nina furaha kweli kweli, nina furaha kweli kweli, kwa sababu mlisikia mwenezi akisema, mwenezi akisema ni tuna bahati kama Siuyu kupata kiongozi wa kijimbo kupata kiongozi wa kitaifa katika eneo letu hili ambapo tumezaliwa sisi. Hoyi sisi, msafi. Jambo la pili, jambo la pili, ndugu zangu, ni washukuru ninyi wote kwa kunogesha mkutano huu. Mkutano umechangamka, mkutano umekuwa mzuri. Ninazungumza hivyo kwa sababu nimeenda mikutano mingi na nimeshuhudia jinsi mikutano ilivyo, lakini huu huu mkutano huu ni babala, mkutano huu ni mamala m, mkutano huu, huu, huu ni dadala. Wabariki kwa sababu mmedhihirisha namna gani mnanipenda, na kiongozi wa mkoa, katibu katibu mwenyezi, mjumbe wa kamati ya siasa mkoa yeye ameshuhudia atapeleka salamu kwa mwenyekiti wa mkoa. CCM oye! CCM safi! CCM juu! kwa kuwa muda umekwenda, kwa kuwa muda umekwenda, ndugu zangu, tunafahamu jambo letu ni moja, tarehe 29, kwa pamoja, watu wa Siuyu ni waombe, ni waombe ndugu zangu, ili ionekane ya kwamba mbunge anatokea kata ya Siuyu. Kwa ndugu yenu Thomas Mgonto Kitima. Siku hiyo, siku hiyo alizungumza hapa mtu mmoja kwamba safari sasa, siku hiyo jina hilo safari halitakuwepo. Kwa hiyo jina ambalo litakuwepo sisi, sisi, kwa ni nani? Thomas Mgonto Kitima CCM, oye! CCM safi! Kwa kumalizia, tupigie mama Samia kura za kutosha hiyo tarehe ishirini na tisa. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka mitano inayokuja, huu mkataba ni kati yenu ninyi na huyu diwani Mahami kwamba anakwenda kutekeleza na kuhakikisha maendeleo yanakuja katika kata hii ya Siuyu. Ilani hiyo hiyo, ilani hiyo hiyo ni mkataba kati yenu ninyi na mimi, mgombea wa bunge kwenda kuitekeleza katika kipindi cha miaka mitano ndugu zangu, imani hiyo nipeni, nionyesheni kwa vitendo tarehe 29, ili kwa pamoja mimi na ndugu yangu Mahami tukaitekeleze ilani ya chama cha mapinduzi ili tuweze kupata maendeleo. Sisi hoye, sisi msafi. Tulisikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu alikuja mgombea vya afya vituo kumi ambayo vinaenda kuletwa katika wilaya ya Ikungi, vituo vitano vinakuja jimbo la Ikungi Mashariki na vituo vitano vinakwenda jimbo la Magharibi. Sasa katika vile vitano ambavyo vinakuja Mashariki, Kata ya Siuyu ilitajwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. sisi mwoje, sisi msafi, sisi mnyu. Ndugu zangu, kabla sijaapishwa na nikasimama jukwani nikapewa sekunde moja ya kusalimia, lakini mimi nikasema pamoja na yote lazima nitaje hii barabara mbele Mama Samia. Kwa hiyo kwa hiyo ndugu zangu, kwa ujasiri wa kutosha nilizungumza nikamwambia Mama Samia barabara kutoka njia panda kupitia Makiungu kuelekea Misowaa hadi uko kwa Mtoro, tunaomba ijengwe kwa kiwango cha lami. CCM oye! CCM safi! Sasa tarehe 29, nipeni kura za kutosha, ili nikaendelea kusisitiza ili barabara hii iweze kujengwa. Nipeni kura za kutosha, niende bungeni, nikaombe hii barabara Ikungi wa wanahitaji na ndio kilio chao. CCM Oye, CCM Safi! CCM Juu, CCM Juu! Ndugu zangu, kuna mambo mengi ambayo yameandikwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mama Samia amezungumza kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, amesema anaenda kutuhakikishia ya kwamba anamtua mama ndoo kichwani. Anaenda kuhakikisha huduma ya maji inayosogezwa karibu, ili mama huyu asipate tabu ya kufuata maji umbali mrefu. Anaenda kuhakikisha ya kwamba maji yanachimbwa na mama anapata nafuu ya kwenda kuchota maji. CCM Oye, CCM Safi. Ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka elfu mbili na ishirini kuelekea ishirini na tano ilisema ya kwamba inakwenda kuhakikisha umeme unaenda katika kila kijiji. Lakini ilani hii ya mwaka 2025 kuelekea 30 inasema ya kwamba umeme unasogezwa kutoau ni vijiji kwenda katika kila kitongoji. Sasa huo mkataba mpeni jirani mahami, nipeni na mimi ili tukasimimie umeme. CCM oye! CCM safi! CCM juu! ndugu zangu, watu wa Makotea, hii barabara hii ambayo inatoboa chini pale, tutashirikiana kwa pamoja na huyu diwani kuhakikisha tunatoboa tufike Makotea vizuri pasipokuwa na tabu yoyote. Ni majengo ya zamani yamechoka, lakini pia kuna shule zingine nasikia hata matundu yao hakuna. Tupeni imani hiyo, tarehe ishirini na tisa mimi na ndugu yangu Jeraldi Mahami tuhakikishe tunakwenda kusimamia ilani hii kwa vitendo, ili iweze kutekelezwa na watoto wetu wakasome vizuri katika shule zetu. CCM oye, oh yeah. CCM safi, CCM juu! Ndugu zangu, mnakumbuka Ndugu yangu Jeradi, twende kuliboresha hilo kombe, liwe kombe la kimataifa ili watu wacheze, vijana wa furahi, waweze kukaa na kuona namna gani tutainua soka katika kata yetu ya Siuyu. Sisi CCM, sisi msafi. Ndugu oh yeah, zangu, nataja kwa haraka haraka kwa sababu muda umekwenda, na muda wa kiserikali huwa huna mjadala. Sasa nimeona nimeenda kwa haraka haraka, siku nyingine tukipata nafasi tutaweza kuzungumza vizuri, ila tarehe 29 mtupigie kura za kutosha. CCM oye, CCM juu! Wakina mama Jiradi. Wakina mama hawa wakapate hiyo mikopo, mimi na Jiradi tukaisimamie tukaisimamie, ili mama huyu wa Siuyu kupitia kikundi ambacho amekiunda ili kijana huyu wa Siuyu kupitia kikundi ambacho amekiunda wa wakapate ile mikopo kwa wakati ili waweze kujinufaisha na kuendeleza maendeleo katika kata nzima ya Siuyu mahami ambaye nilikuwa namtaja. Kwa nini naomba kura za kutosha? Jeradi hana mgombea mwingine, ila tunaomba kura za kutosha. Naomba kura za kutosha kwa Jeradi Mahami kwa sababu mtakapompa kura nyingi, mtampa ujasiri wa kwenda alimashauri na kuomba maendeleo. Mtakapompa kura nyingi, watu wasi huyu, mtampa ujasiri ujeradi akasimama alimashauri na kuomba umeme vina kura nyingi. Sasa marende mrend ia mnya mpeni kura za kutosha, ili akienda alimashauri, anaenda akienda kujituma, anaambiwa kwa sababu watu wasio walikupa kura nyingi kuliko kata nyingine, basi kaa kisha mbele, tetea watu wako wapate maendeleo maendeleoCCM-Oye. CCM-Oye. Jeradi-Oye. CCM-Oye. Asante sana ndugu yangu Jeradi Mahami, pia nitakapoenda bungeni kuomba barabara waseme naam, kwa sababu watu wa Siuyu walikupa kura nyingi. Maana yake wanahitaji maendeleo, na maendeleo hayo walidhibitisha tarehe ishirini na tisa kwa kutoa kura za kutosha. Sasa mtakaponipa kura nyingi, mtanipa ujasiri wa kwenda kwa spika na kumomba spika, naomba barabara spika, naomba maji. CCM oye! Mtakaponipa kura nyingi, mtanipa ujasiri wa kwenda Ikulu na kumomba mama tuletee maendeleo. Mkinipa kura nyingi, mtanipa ujasiri wa kusema na mawaziri ili waweze kutuletea maendeleo. CCM oye! CCM safi! Wangapi watanipa kura za kutosha? Wangapi watanipa kura za kutosha? CCM oye! Sijaona kule dukani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi. Toka toka Tanzania imeanza, hatujawahi kupata rais mwanamke, na safari safari hii tumepata bahati kwelikweli. Rais huyu ni mama mwenye huruma, mama huwa anajua changamoto za kifamilia, mama huwa anajua jamii inaishije, mama ndio mlezi wa wote sisi. Emoye! Kwa hiyo tukimpa kura nyingi mama huyu, kwa jinsi anavyofahamu malezi alivyo, atatuletea maendeleo Tutagapompa kura nyingi na sisi tukienda na ndugu yangu mahami kuomba chochote, atasema na mwanangu kule neishimisha, mmepata kura nyingi sana. Kama ni maji chukweni, kama ni umeme chukweni, kama barabara chukweni. CCM oye! CCM safi! Siuyu Mgonto!